Habari, naitwa Sasha Keki studio. Karibu tujifunze namna ya kupika kachori. Mimi na viazi mbatata kama hivyo hapo nilivichemsha ni, nikaka chumvi kisha nikaandaa viungo vyangu kama hivyo hapo. Nimeandaa vitunguu maji, vilikuwa na majani yake pia nayapenda. Inategemea na wewe kama unapenda au upendi, unaweza ukaacha. Nina karoti, nina pilipili za aina mbili, zile ndefu na pilipili kichaa zile fupi. Nina karoti, nina giligilani. Unaweza ukaweka na viungo vingine ambavyo wewe unavipenda pia. Ndimu ninayo. Baada ya hapo, nikaandaa viungo vyangu nikakatakata kama hivyo vikakamilika, kisha nikachukua viazi vyangu nilivyochemsha nikavitwanga hakikisha havina maji kabisa. Kisha nikaweka mchanganyiko wa viungo vyangu ambavyo nimeviandaa hapo mwanzo, ehe. Na baada ya hapo utavichanganya kama hapo, nimekamulia ndimu, unaweza kaweka vinegar, ni wewe tu. Baada hapo nikachanganya nikatengeneza bonge kubwa, kisha nikaandaa tray yangu nikaipaka samli na kuanza kuunda shape za mviringo kama hizo, na baadaye nikachukua turmeric au manjano na unga wa ngano kidogo kwa ajili ya kufanyia topping. Kisha nikaweka chumvi kidogo kama unavyoona hapo. Sasa naongeza na manjano, inategemeana kama unataka ikole sana, unaweka manjano mengi. Kama una rangi ya chakula pia unaweza ukaweka ya njano kama hapo hivi, nikaweka na maji. Baada ya kuchanganya, sasa nikaanza kupaka kachori zangu hivi, ili tuweze kuchoma. Hii ni kwa ajili ya tu kufanya umbo lako yani kachori zako zipendeze na zivutie. Na baada ya hapo, nikaweka kwenye mafuta. Mafuta hakikisha sio ya moto sana, kwa sababu kachori zako zitapasuka. Na baada ya hapo, nikaanza kuandaa chatini au appetizer ya kulia kachori. Nikasaga nyanya moja pamoja na pilipili pili kicha kisha, nikaweka na chumvi kidogo. Tayari kachori zangu ziko tayari kwa kuliwa, ni rahisi sana. Asanteni kwa, usisahau like, kushare na subscribe kwa ajili ya masomo mengi.